Naungana na viongozi wenzangu warudishie shukrani Wakenya wale wamemkaribisha rais katika ziara yake ya maendeleo haswa wiki hii alipokuwa kule katika eneo la Mount Kenya. Unajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mwingi sana, oh, rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Ninyi mliona TV, rais alikaribishwa au kukaribishwa? Si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka wajana, na hiyo Kenya ambaye ule mwingine mtu mwongo wa fitina na maneno mbaya mbaya anaendesha. Mimi nashukuru na naomba wa Wakenya wote kwamba tuzidi kukaa, tuwe nchi ambaye tunapendana sisi wote, tuwe nchi ambaye, taifa ambaye si lazima ati sehemu ingine ikose ndio ingine ipate. It is possible to have a country where every corner of the country is thriving and no part of the country has to lose for another one to gain. As we sit here today, we have representation from Kenyans of all walks of life who are proud and happy that for the first time, we have a president who is taking development to every corner of the country without discrimination. Ukipata watu wa Nyanza wanasema asante Rais kwa kutupanga. Upande wa watu wa Western Wanasema asante kwa kutuamshia viwanda vyetu vya miwa na uchumi wetu ambao umekuwa. Ukikuja hapa Rift Valley tunashukuru kwa barabara, mbolea. Ametoka Western Coast wanashukuru kwa maneno yao. Hiyo ndio kazi ya rais wa taifa la wa Kenya. Kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha kwamba wamekaa na taifa ambaye inafurahia. Sio Kenya ambaye kuna migawanyiko ya ukabila, ya chuki, ya fitina, ya propaganda. Mimi namshukuru mheshimiwa rais kwa vile anaendelea kuunganisha taifa na kuhakikisha kwamba tuko na nchi ambaye kila Mkenya anajihisi kwamba ako ndani yake.